Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amewataka viongozi kuzingatia yale yaliyo sahihi na wala sio yaliyo rahisi na maarufu. Akizungumza leo wakati wa mkutano wa tatu wa kitaifa wa kutathmini utendakazi wa serikali ulioongozwa na Rais William Ruto, Odinga aliwataka viongozi kuchukua jukumu la kukabiliana na changamoto moja kwa moja. Hisia kama hizo zilitolewa na Rais William Ruto ambaye alikariri kwamba wito wa Odinga kwa viongozi kuzingatia uh, hayo unawiana na maadili ya serikali. Siku ya pili ya mkutano wa tatu wa kitaifa ulioandaliwa katika kaunti ya Kajiado, rais William Ruto kwa mara ya pili alikutana na baraza la mawaziri, huku serikali ikijadili hatua ambazo imepiga kufikia sasa na mipango yake ya kipindi kijacho cha matumizi ya pesa za serikali. Ni hapa ambapo aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alitoa changamoto kwa viongozi wawe mstari wa mbele katika kusuluhisha matatizo yanayoikumba nchi hii. Odinga kadhalika alisema mpango unaoendelea wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu ni wazo kuu katika kushughulikia changamoto zinazoikumba nchi hii iwapo utatekelezwa katika maeneo yote ya nchi so Matamshi yake yaliungwa mkono na Rais William Ruto aliyekariri kwamba wito wa Odinga kwa viongozi waangazie yaliyo mema unaambatana na maadili ya utawala wake.

Rais Ruto na aliyekuwa waziri mkuu walisema mipango ya serikali lazima iwahusishe wote bila kujali jinsi walivyopita kura wakati wa uchaguzi uliopita. Government should be leaner, smarter, more efficient and with the benefit of technology be able to be more effective. Odinga alipongeza mpango wa serikali wa kuanza kutoa huduma za kidijitali ili kuziimarisha na vile vile matumizi ya akili unde. Naibu Rais Kithure Kindiki alitoa wito wa ushirikiano thabiti kati ya mawaziri katika kutekeleza ajenda ya maendeleo. Government and public administration is complex and requires a lot of relationships both horizontally and vertically. Horizontally